Na msikuwe confused na hii maneno ya Raila kusema oh, hatujatoa candidate oh nini. Huyu mzee ni mjaja sana pale kwa Ruto, ametengeneza group mbili, two groups. Ni mzee mjaja, ni mzee, lakini ni mjaja. Group moja ni ya kutoa pesa kwa Ruto, ile akina Junet kumsifu, oh broad base oh nini, ndio pesa itoke na viti na ile mambo wamehiadana na Ruto, na kwa sababu anajua Ruto pia ni conman hawezi timiza ile mmekubaliana, ameuda grupu ingine ya kinasifuna ya kupiga kelele, ndio ile maneno wamekubaliana na Ruto wafanye nini sasa. Hii umeona akisema ati hawajaamua kama ODM itasimamisha mtu, ni cheki yake ilikuwa imechelewa, sasa imetoka. Si amenyamaza? Si amenyamaza? Hiyo ndio mchezo Raila anafanya pale, ako na two teams, but I want to confirm Ruto amesema na aliniambia mimi nikiwa naibu wake. Hii mzee Raila ni mtu ya pesa. Nikiwa na pesa, atafanya vile mimi nataka. It has come to pass. Huyu mzee atakuwa na Ruto. Ruto atamlipa, watakuwa pamoja. Lakini ni mzuri so that the people of Kenya can deal with William Ruto and Raila together one touch tumaliza to na shida ya Kenya. Si ndio? Na hata huyu Raila akija kwetu, akuja kule nyuma, atupigie kura. Sisi hatutaki akuje atusumbue. Na sisi hatuna pesa ya kupatia yeye. Eh. Sijui kama Kalonzo wewe uko na pesa ya kupea hila hila. Hii mtu ni muhitaji ya pesa. I don't know. Kama kiongozi uko na pesa ujitayarishe, utampatia. Mimi sina. I have no money to give him. tukivy yeah? sasa